Zoezi la kuhesabu kura linaendelea katika majimbo ya Masasi mjini mkoani Mtwara na Ludewa mkoani Njombe baada ya leo wakazi wa majimbo hayo kufanya uchaguzi wa wabunge. Uchaguzi huo umefanyika kutokana na baadhi ya wa wagombea katika majimbo hayo kufariki dunia wakati wa uchaguzi mkuu na hivyo uchaguzi kutofanyika Oktoba 25 mwaka huu. Huko Masasi, baadhi ya vituo vya kupigia kura kwenye jimbo hilo vimekabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo ya idadi ndogo ya wapiga kura pamoja na baadhi adhi ya mawakala wa chama cha wananchi KAF kutolewa nje ya vituo kwa madai kutotambuliwa. Taarifa kamili na Muhamed Mwaya kutoka Mtwara. au atoke sehemganichama ndo kinamleta, ndio maana nimekuletia ile barua Wakazi hao wamesema wameshangazwa na kitendo cha msimamizi wa kituo cha Msufini namba moja kumtoa nje wakala wa chama cha wananchi kafu kwa madai kuwa hatambuliki kwenye kituo hicho, hivyo uwepo wake ni kinyume na taratibu za uchaguzi. Sisi ushauri wetu kwamba usitisho kwanza kupiga kura, sawa, mawakala watavyokamilishiwa hivyo vitambulisho na nini, sisi wapiga kura tutakuwa tayari kuja kupiga kura hata kama saa mbili ya usiku, sawa, tutakuja kupiga kura kwa kuzuia vurugu. Sasa unasemaje kwamba mawakala wanatolewa nje? Mawakala watolewe nje, sawa na, na upigaji kura huo unaendelea, na wanasema hata kwenye kuhesabu watahesabu hivyo hivyo hata kama hawajatimia. Sawa hasa hapo, haki iko wapi? Mgombea ana haki ya kumuita wakala popote pale, sawa, kama anamwamini, sawa, na si lazima awe mpiga kura wa eneo hilo, sawa. Wezo kitaka huu mlango ufungwe mpaka wakala apishwe, tuendelee na zoezi la uchaguzi basi. Na usimamisha kwanza, wasimamishe ndio ombi letu. Shaibu Dadi ni msimamizi msaidizi wa uchaguzi wa Jimbo la Masasi, amesema wakala huyo ambaye wasimamizi wake wa kituo hicho wamemtoa nje ni kwa sababu ya atambuliki kama wakala, huku akiwataka wa wananchi kuendelea na zoezi la kupiga kura. Wakala yupo kwenye kituo cha uchaguzi kwa maslahi ya mgombea wake na chama chake. Sawa, kuto kuwepo wakala mmoja au wawili au wote hakubatilishi kupiga kura. Wewe ndio natakiwa ujue wakala yuko wapi, mwenye chama. Sawa, ndio nasema, nasema, nasema hivi, nasema hivi, nasema hivi, narudia narudia, narudia. Wanaosubiri wakala waendelee kusubiri wakala lakini wale wengine wanaojisikia kupata huduma wanapata huduma, sababu hamna sheria inayotuambia lazima mawakala watimie ndo uchaguzi uendelee. Kituo hicho kina idadi ya wapiga kura mia tatu sabini ambao wamejiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Hata hivyo, kwenye baadhi ya vituo vingine hali imekuwa shwari na zoezi hilo limeendelea vizuri. Kutoka Masasi, Mohamed Mwaya, Azam News, Mtwara.